muhimu sana kwa mstakabali wa mapambano dhidi ya saratani barani Afrika. Tunaamini Afrika haiwezi kushindwa vita dhidi ya saratani ikiwa kila nchi itafanya kazi yake kwa jitihada, lakini kama kila nchi itafanya kazi peke yake, Afrika haiwezi kushinda vita hivi vya saratani. Hivyo basi, ili kufikia malengo tunahitaji ushirikiano wa kikanda na wa bara zima katika utafiti, mafunzo, kubadilishana wataalamu na kubadilishana rasilimali, teknolojia pamoja na uzoefu. Kazi ambayo imeonekana dhahiri inaenda kufanyika kupitia kongamano la leo. Tanzania iko tayari kushirikiana na nchi zote za Afrika na kupitia Taasisi ya Saratani ya Ocean Road tutaendelea kuwa kituo cha ushirikiano wa kikanda na bara zima katika mapambano dhidi ya saratani. Kama tulivyosikia na kuona simulizi za machapisho ya kitafiti na sayansi ambazo wataalamu wetu wa Taasisi ya Saratani ya Ocean Road na Tanzania kwa ujumla wamefanya yamekuwa ni mchango mkubwa ndani na nje ya nchi kisera na kiutendaji katika mapambano dhidi ya saratani. Ndugu washiriki, ninatambua kuwa katika hizi siku mbili mada mbalimbali zitawasilishwa zikiwa zinalenga kujadili na kubadilishana mbinu muhimu za kinga dhidi ya saratani na kuona jinsi gani mtashirikisha wadau wote ili kuweza kupata suluhisho makini. Hii ni hatua muhimu sana inayowezesha kupata masuluhisho ya pamoja yanayotokana na uzoefu wa kimataifa. Serikali kwa kutambua athari za ugonjwa wa saratani kwa ustawi wa nguvu kazi ya Watanzania imeendelea kuchukua hatua mbalimbali. Hatua hizo ni pamoja na kuweka mifumo ya kisera kutekeleza mipango na mikakati muhimu dhidi ya ugonjwa wa saratani.